Golikipa wa klabu ya Arsenal na timu ya taifa ya Hispania, David Raya, kwa sasa yupo nchini Tanzania kwa mapumziko mafupi akiwa ameongozana pamoja na mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Tatiana wameonekana wakifurahi katika vivutio mbalimbali vya utalii vinavyopatikana nchini ikiwa e, ni sehemu ya mapumziko baada ya msimu wa mwaka 2024, mwaka 2025 kumalizika. Raya ambaye amekuwa na msimu mzuri akiwa na Arsenal e, bana ameweza kutoa e, bana tuzo za kipa bora wa ligi e, kuu ya England EPL kwa mara mbili mfululizo, amekuwa akifanya vizuri kabisa, jambo ambalo linamsaidia kuwa katika kiwango bora e, bana ni kwa sababu ya nidhamu, lakini pia jinsi ambavyo amekuwa akipokea mafunzo ambayo Ziara yake ya Tanzania inaongeza idadi ya mastaa wa soka kutoka, eh, mataifa tofauti tofauti eh, bana kuendelea kuvut, eh, kuvutiwa na vivutio katika, katika mwezi Juni eh, vile wa katika nchi ya Tanzania. Ya kuweza kuona vivutio ambavyo vipo vinapatikana ndani ya nchi ya Tanzania. So ni kwamba mastaa maarufu kutoka nje ya nchi kuja hapa Tanzania kwa ajili ya kuweza kuona vivutio, inaweza kuleta taswira kwamba bado e bana nchi iko na adhina ya kutosha kabisa, ambayo inaweza kukaribisha wageni tofauti, wao wakaje kubadilisha e bana mawazo, lakini pia e, kuwaona mastaa wao ambao watu wengi wamekuwa wakiona kwenye TV, basi kuwaona e bana sako kwa bako live kabisa, mambo yalikuwa ni safi kabisa. So kwa upande wa e, golikipa huyu wa Arsenal ameweza kufika pamoja na mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Tatiana Davi Raya sasa hivi yupo zake nchini hapa ebana, kwa ajili ya mapumziko yake tu ya mwaka 2024 ebana 2025 msimu kuweza kutamatika. Upi mtazamo wako kwa mda wa burudani? Drop comment yako kwenye onja comment hapo, siacha kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, ini sasa online digito chacha